Huku tamasha za mziki kwa shule za msingi na sekondari msingi Kaunti ya Bungoma zikitamatika, wito umetolewa kwa wazazi kuwaruhusu ruhusu wanao walio na changamoto za kimaumbile kujihusisha na tamasha hizo ili kukuza talanta zao. Zaidi ya shule mia tano zinashiriki zikiwa za serikali na zingine za kibinafsi. Sisi katika tamasha la mziki hatubagui, mwanafunzi ni mwanafunzi tu. Vilevile tuna wanafunzi walio na changamoto za kimaumbile ambao wameshirikishwa vilivyo. Jinsi mnavyofahamu, tunakumbatia mtaala mpya wa CBC ambao lengo lake ni kukuza vipaji ili hawa wanafunzi wajikimu katika maisha. Nataka niwashukuru sana wasimamizi wetu wa elimu. Mkurugenzi mkuu amehusika vilivyo, pamoja na wakurugenzi katika kiwango cha wilaya au katusi ndogo, wamejizatiti vilivyo. Wanafunzi wanasafirishwa vizuri, na wahimiza wazazi waweze kuwaruhusu wanafunzi wote bila kujali hali yao ya maumbile, kwa sababu katika mtaala wetu wa CBE kila mwanafunzi ana kile kitu ambacho anaweza kufanya. Tumekuwa na changamoto za kifedha lakini wasimamizi wetu wameona kwamba lazima wajitolee muhanga ili kufanikisha shughuli hii. The festival began on Monday, that is, was on 16th, and it's going up to 22nd. That will be on Sunday, whereby primary and junior secondary schools are taking four days from Monday to Thursday. Then secondary section will come in from Friday to 22nd of, uh, Sunday. Literally we are doing, uh, Kiswahili elocution, English elocution, French, Arabic, uh, music and uh, dance. That